Leo ninayo furaha kubwa sana sana kuwaona vijana wenzangu ngazi zote kuanzia ngazi ya shina pamoja ngazi ya tawi hata pamoja na wilaya na mkoa mzima wa Dar es Salaam, kuwaona mkiendelea kuhakikisha mnakijenga na kukimarisha chama chetu, lakini ninayo furaha iliyotukuka sana kuwaona ndugu zangu mmoja wa vijana wa tawi la Luguruni wakiongozwa na mwenyekiti pamoja mwenye na kamati nzima ya utekelezaji kwa kuendelea kuiishi katiba ya chama cha mapinduzi, mahususi kabisa ibara ya ishirini na moja ambayo leo hii mmezindua shina hili, ambao tunatambua sote, wana CCM, ujenzi wa shina imara ndio ujenzi na msingi mzuri wa chama cha mapinduzi. Luguruni oye, oh! na hilo niwapongezeni sana sana, lakini nitoe wito wangu. Leo mmezindua shina hili, tunatambua uimara wa shina ndio imara wa Chama cha Mapinduzi isiwe ndio mwisho wa kuzindua shina, lakini nikuombeni sana vijana wenzangu, mlipozindua hili shina basi mwendelee kuiziishi mila na tamaduni za chama cha mapinduzi, ili tuendelee kupata na kuzalisha wanachama wengi, hususan kipindi hichi kuelekea uchaguzi mkuu wa ishirini na ishirini na tano. Zipo kelele maeneo mbalimbali, vijiweni, kwenye mabaa, mitandaoni, ya ndugu zetu nasema wale huwa siku zote hawana nia njema na taifa letu, lakini wao wanasahau kwamba taifa hili lina kanuni. Taifa hili linapaswa kuheshimiwa katika mamlaka zote, na ninyi, ndugu zangu, kama mnaamini katika dini, hakuna mamlaka yoyote iliyokuja hivi hivi. Mamlaka yoyote inakuja kutokana na matakwa ya nani? Ya Mungu. Wao wamekuwa ni sehemu ya kubeza, kutoheshimu mamlaka ya nchi alilisha Daktari Samia Suluhu Hassan, na hapa tuwaambie, na niwatake vyama vyote vya, vya upinzani katika hili waache mara moja kuendelea kutoheshimu mamlaka ya nchi, kuendelea kumdhalilisha Daktari Samia Suluhu Hassan. Na wanapozidi kuendelea, sisi vijana wa Chama cha Mapinduzi mkoa wetu wa Dar es Salaam hatutosita kuwavaa kwa namna yoyote ile sisiemu eye oh yeah. Wao CCM ikiwa inaendelea kujiimarisha kuanzia ngazi ya shina, wao kazi yao kubwabwaja mitandaoni, kazi yao kubeza maendeleo na mafanikio ya serikali ya CCM, kazi yao kumtusi rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tuwaombe wakakae wajitathmini, wakakae wajitafakari, wakakae wakata Madhaifu ya vyama vyao na si kuhangaika na maendeleo yaliyofanywa na Daktari Samia Suluhu Hassan. Chama chetu kimeshikisha kutupa mamlaka ya kuingia kwenye mikutano hii kwenda kufanya maamuzi. Haitakuwa na maana kama kesho tutasimama tena mbele tukilalamika kwamba viongozi tulionao kwenye maeneo yetu ni wabovu na watetelee haki katika maeneo ambayo tunafanya. Vijana wengi tumekuwa tuna malalamiko mengi sana kwamba viongozi waliopo kwa wa namna moja ama nyingine hawakizi matakwa yetu vijana. Sasa hivi chama kimetupa nafasi sisi wenyewe tuende pale tukaseme ni nani tunayetaka awe kiongozi wangu. Tahadhari inayopenda kuitoa kwa vijana wenzangu, tusije tukatumia ile fursa ya kwenda kugeuka kuwa wabeba mabegi ya wagombea sisi wewe. Katika hili naomba nirudie tena tusitumie fursa ya kupewa kuingia kwenye mikutano ya maamuzi ya ndani ya chama, kugeuka wabeba mabegi ya wagombea. Tutumie vikao vile ambavyo tunaingia kwenda kuwawakilisha vijana wenzetu, kufanya maamuzi ya kuwatafutia viongozi ambao watakuja kukidhi mahitaji ya vijana. Si kama tunaelewana? Lakini pia tutumie, tutumie nafasi ile ambayo tumepewa. Kama kuna kijana mwenzetu tunamwona tunaweza tukamtuma akaenda akatimiza ajenda zetu tumshike mkono na tumpeleke. Itakuwa ni aibu kama tutarudi hapa elfu mbili na ishirini na sita tumkaribishe mwenyekiti tuanze kumlalamikia, kuna kiongozi tulinaye ni mbovu. Atatuambia mlipoa nafasi mkaichezea. CCM oye O, mimi nitoa huyu kama wito kwa vijana wenzangu, twendeni kwenye vikao vile tukiwa na akili zetu timamu, turuhusu akili zetu zifanye kazi na sio matumbo yetu. Shughuli za siasa tuachie sisi, tutazifanya shughuli za kuimarisha umoja wa vijana tutazifanya sisi, shughuli za kukilina chama chetu tutafanya sisi, na mwisho shughuli za kuhakikisha chama cha mapinduzi kinashinda kuanzia mtaa mpaka Rais wa Jamhuri ya Muungano tutafanya sisi, sio wewe sisi. Sisi,